Jumatano hii asubuhi, hali ya mvutano bado imeshuhudiwa mjini Kolwezi kusini mwa DRC. Tangu Jumatatu hii, wachimbaji wa madini wanadai kuwa wamepungukiwa na wateja wao. Leonard Zama, rais wa shirika la haki za binadamu Ipidor, anashuhudia baranza kujibiria manjia hakuna bantu kupita kupika bantu kunyanganya bintu trak moya balichoma ile mapiaji irifanika mu makartye mulwilu mukasulo mokasulo chamanzaka 5a naku ewa bora. Kwa upande wake rais wa ushirika wa madini Jean-Claude Chiwewe alilaani kuingilia kati kwa wachochezi. Hata hivyo, kiongozi huyu anapongeza hatua mpya ya waziri wa madini baada ya kuondolewa kwa hatua hii, mambo yanaanza kurejea vizuri. Tunapaswa kutolewa angalau saa 72 ili kuona ni namna gani mambo yatakwenda, lakini nafahamu kwamba yatakuwa mazuri. Tutakuwa na mikataba ya moja kwa moja na viwanda vidogo vya usafishaji wa madini. Hadi sasa wachimbaji wa madini walipitia kwa wasaidizi wa Kichina, wa India, wa Lebanoni kuuza madini hatua hii mpya inahusu tu mkoa wa Lwalaba. Hokatanga inapaswa kusubiri matokeo ya kamati ya uchunguzi, kama inavyosema wizara ya madini. Denis Mae, Lubumbashi, RFI Kiswahili.